Uraibu wa dawa za kulevya unaongezeka nchini Ghana. Baadhi ya vijana wanatumia kiwango cha juu cha dawa za tramadol wakichanganya na vinywaji vya kuongeza nguvu As the day break. Kunapokucha usipotumia utahisi kulia, macho yatatokwa na machozi, utakuwa ukipiga miayo, utahisi kuchoka. Inakuwa vigumu kuhisi nguvu mwilini. Tunatumia kwa kazi na kwa ngono, ni kupata nguvu. Tramadol ni dawa inayotolewa kwa ruhusa ya daktari tu nchini Ghana, lakini inauzwa kwenye soko haramu pia. Baadhi ya vijana wanatumia zaidi ya miligramu 240 kila siku, na wataalamu wanasema dawa hiyo inapatikana kwa urahisi The idadi ya vijana wetu, asilimia kubwa yao wanahusika katika hili, kuanzia shule ya msingi, sekondari hadi chuo kikuu, na hata katika ngazi ya taasisi. Watu wengi, ngazi ya taifa, wanapambana na changamoto hii. Inamaanisha kwamba tuna wigo mkubwa wa vijana ambao wanahusika katika matumizi ya Tramadol. Ghana inaonekana kama kituo cha kusafirisha dawa za kulevya. Hivi karibuni mamlaka zilinasa shehena kubwa za dawa hizo zikidaiwa kupelekwa nija. Hatuwezi be... kuwa kituo cha kupitisha dawa zisizoidhinishwa. Tukizikamata kwa mujibu wa sheria zetu, tunaenda mahakamani tupate kibali cha kuziharibu au kuziteketeza kwa usalama.